Kaingia ndani, nilipoingia ndani kutoka sikukuta mtu yoyote, wakawa ameshatoka ameondoka wote. Nimeingia ndani, mama mfiwa wakaja, kanifata kaniambia, dada, mimi nimefiwa. Nikamwambia, umefiwa e? na kale kasichana kangu amekuaje? Mbona ghafla akasema kwamba huyu mama asubuhi alimpiga alipompiga akawa amemshika shingo, nika alikuwa na mkaba huko ndani, mimi nika namchungulia kwenye pazia, na mkaba na mkaba akampiga. Akamwambia kwa nini ampige hivyo, amefanyaje? Akasema kwamba alikuwa anakomba mboga eti amepakua asubuhi asubuhi, tunakula na mboga kama anakula sana mboga, ikabidi ampige. Baadaye ndo akampiga, akaenda kwenye harusi Hazi mefika muda ujioni, mtoto kama enda chooni. Alipoenda chooni, akajisaidia afu akusafisha bia. Mama mwenye nyumba kwa kwela anapiga sio kupiga, ana naaribu maana na alafu naistosha anapiga watoto ambao sio wake. Watoto wake hawezi kuwapiga hata kofi, hawezi kuwapiga hata kofi, lakini huyu mama alikuwa anapigwa mama na mtoto. Majira ya sa saa tatu na robo ya usiku nilipigwa simu na mwananchi mmoja msamaria mwema katika eneo hili, kwa maana ya jirani na nyumba hizi kwamba kuna tukio kidogo linawatatanisha, kuna kifo cha mtoto kimetokea, na inaonekana kama mtoto alikuwa anasumbuliwa na maumivu makali ya kipigo iliyosababisha kifo chake ah. Ana aliondoka katika mazingira ambayo yalikuwa ya kiutata utata, utata, hawakuelewa majirani ameenda wapi ametokaje, na baada ya tu ya tukio pia hata hakutoa taarifa kwa majirani kuashiria kwamba kuna tukio la msiba limetokea hapa kwake. Kwa hata kwa kuondoka kwake, ni mtu aliondoka kama anaenda sokoni, kama anaenda sokoni dukani hivyo. Kwa hiyo hakuonekana hata polisi, wakati wanafika, nafikiri mpaka leo asubuhi mekucha hapa, nyumba kama hivi tunavyoona imefungwa, hawapo, familia nzima haijulikani iko wapi. Uchunguzi wa awali yani wa postmortem ulionyesha kwamba marehemu alipata majeruhi mbalimbali ambayo anaonekana ni kwamba kupigwa na kitu kisichokuwa na ncha kali sehemu hizo mbalimbali zenye majeruhi, uh, majeraha ni kama kichwani uh, mgongoni, kifuani, tumboni na vile vile kwenye mikono na sehemu nyingine. Aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa na fimbo na bomba la mpira la maji maeneo mbalimbali ya mwili wake na mwanamama ambaye kwa jina amejulikana kwa jina la Christina Kishiwa ambaye ni bibi wa huyu mtoto, kwamba mama yake na huyu mtoto ni ni, ni ndugu na huyu mama aliyefanya kitendo hiki cha kikatili sana, na mtoto huyu alipata kujeruhiwa na akapelekwa hospitali yetu ya Kahama almashauri. Wakati anaendelea kupatiwa matibabu mtoto huyu alifariki dunia na mwanamama huyu baada ya kutekeleza hichi uh, alichokifanya cha kikatili ambacho tunakikemea vikali uh, ametoroka, lakini hatukubali sisi, jeshi la polisi, tunapita chini kwa chini, uvungu kwa uvungu, tunaendelea kumtafuta. Tuliendelea kufuatilia kwa nini amemtandika huyu mtoto wa miaka mitatu namna hii, eti kisa kwamba kwa maelezo ya, ya mashuhuda hakumwamkia asubuhi na jioni lakini haka katoto kalijikojolea kwa hiyo, akashikwa na hasira akamtandika mpaka mtoto huyu baadaye alifikia mauti.